CW Group Tanzania tunajihusisha na utengenezaji wa mvinyo au waini. Tunatengeneza waini za aina mbalimbali ikiwemo waini ya Rosella, a uh, ikiwemo waini ya grapes. Tunapatikana Tabata Segerea kwa Bibi. Ukifika Tabata Segerea kwa Bibi, uh, utauliza kwa Desmond Wine utapatikana. Na ushauri wangu tunaomba tupeane support ili kwa ajili ya kunyanyua uchumi wetu wa Tanzania kwa kusapoti vitu vya nyumbani. Na pia sapoti vitu vya nyumbani unatuwezesha sisi wajasiriamali wadogo tuweze ku, kupiga stepu kufika katika malengo ambayo tunayahitaji. Waini yetu ukinapatikana, kama mtu yoyote anahitaji kuja kufanya biashara na sisi kwa ajili ya uuzaji, kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kusapoti cha kwetu. Kwa mtu yoyote ambaye akihitaji waini popote alipo, tunaweza tukamfanyia deliver. Na pia tunauza tu pia kwenye masoko ya supermarket tuna supply, pia na pia tuna supply kwenye maduka ya jumla kwao tunahitaji sapoti yenu, ili sisi tuweze kupiga hatua kuweza kufika malengo, na tuweze kufika Tanzania ya viwanda, ambayo Tanzania ya viwanda tukisemea, ndo sisi wajasiriamali wadogo ambao tunaanza, tunataka tupige step. Ukifika miaka mitano mbele, ukijielezea, unajielezea kwamba kuna Tanzania ya viwanda na viwanda vyenyewe ndo sisi. Sisi tumewezeshwa na SIDO. SIDO ndo ametushika mkono kuweza kufika hapa. SIDO ni kama M mzazi wetu, kama baba yetu anatushika mkono kuweza kufika malengo, na sisi bila SIDO tusingeweza kufika hapa. Wao ni watu ambao wametu courage, wametupa moyo, kuna sometime unakata tamaa lakini wanatucourage, wanatupa moyo, tunaweza kuendelea hivyo hivyo na ni wasaidizi wetu wakubwa sana sisi kuweza kufika hapa. Lakini pia SIDO wametupatia mafunzo ya kuweza kutengeneza wine pia yametupatia usaidizi kwenye mambo ya usajili kwa mfano kama TMDA, TBS, kote huko tumepita kwa kupitia SIDO. Kwa hiyo SIDO ni watu ambao wametushika mkono kuweza kufika huko. Pia mimi naweza nikawashauri vijana wenzangu, sawa, fursa nyingi sana zipo a kujiajiri sisi wenyewe kupitia SIDO. Kwa hiyo nilikuwa naomba muende mka mkajisajili kupitia SIDO ili mweze kupata hizi fursa a na kuweza kufanya kama nilichokeza kufanya mimi na kuweza kufika hapa kama nilipofika mimi. Karibuni sana